Baadhi ya wa wabunge wanaitaka wizara ya ama waziri wa kilimo kuhakikisha kuwa wakulima wa majani chai wanapata usawa kwenye malipo ya mazao yao. Wabunge hao wanaitaka mamlaka ya ustawi wa majani chai maarufu KTDA kusawazisha malipo ili wakulima katika maeneo ya bonde la Ufa pia wafaidi. Haya ni huku KTDA ikisema kuwa itafanya mazungumzo na serikali ili kuleta usawa huo. Katibu katika wizara ya kilimo Dr. Paul Rono, hata hivyo, amesema kuwa hana uwezo wa kuamua bei ya majani chai huku akiwataka wakulima kuhakikisha kuwa mazao yao yanafika viwango vinavyohitajika na kupata bei bora. Mwambia ukweli kinaangana mkulima, ninauza majani chai zai hata mimi, so mwambia mkulima ha. Aki ndio itatutoa kabisa kwa hii shida ndani, lazima tutafute jawabu.

kwamba chai ya hawa wakulima haiwezi kuuzwa direct sales, kwamba hawa hawezi kwenda wakatafuta soko ati wauze majani chai yao, lakini plantations zinaweza kufanya mambo kama hayo. Ukitengeneza sheria ya kusema mashine zisitumike, basi iwe ni sheria ya kila mtu, ndio watu wafanye kazi waweze kupata mahali ya kufanya kazi. Tukisema tumemaliza mashine, tunamaliza kila mahali kweli rongo taxes ambao ime collected kwa hicha yetu ni taxes mingi sana na hiyo ni jambo ambayo lazima tuangalie, na na, nafurahi sababu juzi mlikuwa na hiyo discussion na itakuja bunge na tuta make sure tumeipitisha ili tuweze kutoa hizo taxes mingi ambao it's levied on our tea, na tusidanganywe, our tea is quality and we have quantity, kwa sababu rais alitupunguzia bei ya fertilizer katika region hii